Karibu katika tafakari ya leo, siku ya Ijumaa Kuu. Tusikilize sehemu ya Injili kutoka kwa mwinjili Yohane. Akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo hapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgota. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa: Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na kwa Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na waandishi na wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, Niliyoandika nimeandika. Neno la Bwana. Mpendwa, leo siku ya Ijumaa Kuu tunatafakari fumbo la msalaba. Tunatafakari juu ya mateso kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Kanisa leo linatualika kutazama mti wa msalaba ambao wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Leo tunaalikwa kusikiliza kinachosemwa na msalaba, tusikilize injili ya msalaba. Leo tunaalikwa kusikiliza injili ya mateso ya Yesu yaliyojaa upendo, upendo wake mkuu kwa ajili ya kutukomboa sisi wa dhambi. Leo ni siku muhimu sana kwetu, kwani ndiyo siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristu alijitoa sadaka pale msalabani kwa ajili ya kutukomboa sisi wa dhambi. Katika msalaba upendo unayashinda maovu na kubadilisha ulimwengu. Yeye Yesu Kristu amejitoa mwenyewe ili atukomboe. Hivi tulitazame fumbo la msalaba kwa imani tutafakari fumbo hili la mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani. Ndugu zangu, masomo na maadhimisho ya siku ya leo ya siku hii kuu sana katika ukombozi wetu yanatualika tuambatane na Bwana wetu Yesu Kristo katika njia yake ya mateso, njia ya mateso iliyokusudiwa kutukomboa sisi. Tuambatane na Yesu katika maisha yetu. Tunaalikwa leo kuambatana na Yesu kama waliofanya mama Bikira Maria aliyeambatana na mwanaye hadi msalabani. Tunaalikwa kuambatana naye kama waliofanya akina mama waliomlilia Yesu katika njia ile ya msalaba. Tunaalikwa kuwa kama akina Veronika, akina Simoni wa Kirene na wafuasi wengine wote na watu wengine waliomsaidia Yesu katika njia yake ya mateso. Ndugu zangu, tukimtazama Yesu anayesulubiwa anayeteseka kwa ajili yetu, tuwatazame na watu wengine wanaoteseka na kuwasaidia, iki, ikiwezekana kabisa tupunguze mateso yao, tupunguze shida zao na kuyaondoa kabisa mateso yao katika maisha. Tuwafariji wanaoteseka, tuwatie moyo, tusiwaache bila msaada wowote. Tunaalikwa kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine kama bwana wetu Yesu Kristu alivyojitoa sadaka kwa ajili yetu. Nasi pia leo tunaalikwa kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine wanaoteseka. Ndugu zangu, <coughs> leo pia ni siku ambapo ukimya unatawala. Tunasikia kulikuwa na giza toka saa sita mpaka saa tisa giza lilojaa ukimya. Hata ukitazama katika maadhimisho au liturujia ya leo, imejaa ukimya wa kutosha, na hata hatugongi hata kengele siku ya leo. Hivi leo tunaalikwa pia kusikiliza kinachoongelewa na ukimya, kusikia ukimya unaoongea siku hii ya Ijumaa Kuu imejaa ukimya mkubwa. Tumsikilize ukimya huo unaoongea leo. Bwana wetu Yesu Kristo hahubiri kwa maneno, kwa mdomo wake, anahubiri kwa matendo. Ibada ya leo imejaa ukimya. Leo Bwana wetu Yesu Kristo anaongea kwa matendo Leo ni matendo yanayoongea zaidi kuliko maneno. Kwa hivi, leo tunaalikwa kukaa kimya, kutafakari juu ya fumbo la ukombozi lakini tuangalie nguvu ya ukimya katika maisha yetu. Ukimya unaoongea kwa matendo unabadilisha zaidi kuliko maneno matupu ambayo hayana matendo. Na si leo tunaalikwa kuhubiri kwa matendo na maisha yetu, tuwe watu wa maneno machache na matendo mengi matendo mengi. Sisi wanadamu tuliokombolewa kwa mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, nasi tunaalikwa kueneza upendo huu, sadaka hii aliyotutolea Bwana wetu Yesu Kristo kwa wengine. Tukiangalia, mwaka huu ni mwaka wa jubilei kuu, na tunaongozwa na kauli mbiu mahujaji katika matumaini, na katika picha ile inayoeleza mwaka huu kuna watu wanne wamejishikilia katika msalaba. Tumaini letu lipo katika msalaba. Tutembee tukishikamana kama familia moja, tutembee kwa pamoja kama mahujaji katika matumaini, tukiliweka tumaini letu kwenye msalaba ulio mti ambapo uokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Tutembee pamoja tukisimama imara katika imani, kama wanavyoeleza maaskofu katika ujumbe wao wa Kwaresma wa mwaka huu. Mungu atubariki sote. Mungu atujalie neema na baraka siku hii ya Ijumaa Kuu, iwe siku ya tafakari, siku ya mabadiliko, siku ya ku, ya kutazama msalaba ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitundikwa juu yake nasi tukakombolewa. Niliyekuletea, kuletea tafakari hii naitwa Padre Innocent Petro Chaula kutoka Jimbo Katoliki la Njombe. Tumsifu Yesu Kristo.